Lakini na waafya hey, tunamshukuru Mungu sana kwa sababu kesho tunaanza mfungo rasmi wa siku tatu tutafunga kwanzia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi kwa ajili ya Simba Sports Club. Wale ambao tunakuwa nao watu wa Mwanza, watu wa Mbeya, tutaifungia Simba ili siku Jumamosi ushindi uwe mwepesi zaidi. Tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Sisi ndio watu wa zetu ambao tumefanyia kama mwaka jana tulianza shirikisho na Mungu na tukamaliza na Mungu. Kwa hiyo na mwaka huu tumeanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Kuanzia kesho tunaanza mfungo wa siku tatu, e bwana, tuanzie hapa. Hamasa kwa namna ambavyo mnaziona wana Simba, mnasemaje? Hamasa hamasa ni nzuri na hii ina, ina, tunaweka ili mechi ya Jumapili iwe nyepesi zaidi. Wanasimba wakajazane siku ya wa Jumapili. Tunauza, tunauza tiketi na tunauza na jezi kwa ajili ya mechi ya, ya Jumapili, na mkumbuke kwamba sisi ndio tunalibeba taifa siku zote na sio taifa tu tunaibeba Afrika Mashariki kwa mechi hii za klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo siku hii ya leo tunaenda kila sehemu kuanikiza watu wajazane siku ya Jumapili, kubaki kwa Simba peke yake katika dimba la Benjamin William Mkapa. Itoshe kusema ya kwamba Simba ndiyo mtaalamu wa hizi mechi hey, kwa ujumla, kwa sababu uwanja ule si wa Simba uwanja ni wa Simba Sports Club. Tuliachiwa ah, na marehemu Benjamin Mkapa. Ndio maana ule uwanja haujaandikwa uwanja wa taifa, umeandikwa Benjamin Mkapa Stadium. Full stop. Uwanja ni wa Simba Sports Club. eh, yeah. Eh, mechi ya kesho kutu tunashinda goli mbili na kuendelea. Mfumo wetu ule ule wa kushinda mechi za kimataifa ndio ambao tunaenda kushinda siku eh, one, ya Jumapili namba moja, cha kwanza kabisa uwanja sijazunguka wote kwa mwaka uanze. Kesho kutu tunaenda kuzunguka kama kawaida uwanja mara tatu mara saba nitazunga mechi inayofuata, ila kishukuto ni mara tatu, ili tuweze kupata ushindi siku ya Jumapili. Mungu ni mwaminifu sana. Tukifanya vile, waga anafungua milango na mambo yanaenda vizuri, kama mlivyoona mwaka jana tulianza na Mungu na tukamaliza na Mungu. Maono vipi kwa majirani? Umeona au bado? Kundi lao wanasema ni, gumu, ni, ni, ni, ni ni gumu, ni gumu, ni nyepesi. Kundi lao ni gumu, la Simba ni gumu, ila atakayechanga karata zake vizuri ndio atakaweza kuachivu. Bado haujaona maono yote ah. Kwa mechi za zazi, basi jaona ni mechi ambazo ndio zinaonekana za kawaida. Yanga kawaida na wale wa kawaida, atakayechanga karata zake ndio atakayefanya vizuri, ila kwa Simba Sports Club naona Simba kivuka, maana club bingwa. Na muelewe kitu kimoja, Yanga inabidi wajengwe kisaikoloji, kwamba ile mechi waseme tunaenda kucheza na Prison. Wakisema hivyo, Yanga ile mechi wanashinda, eh, yani ile mechi kisaikoloji, wachezaji, wapenzi wa Yanga wao wakienda kule wasiseme tunaenda kucheza na timu ya Waarabu, wasema tunaenda kucheza na nani na Prison, Prison. Akisana tuta tu Yanga anashinda mechi mm. sana sana Simba Simba mechi ukimwambia, mambia mechi unaenda kucheza kila bingo, watu wamaamsha usiku mm. mechi anashinda ile Simba Simba mambia mechi ya ligi anaenda kusumbuka yeah. ataenda kusumbuka ah. E, mimi nakwambia kweli mm. kwa hiyo kwa ujumla mechi ya ya, ya Jumapili. Mechi ya Jumapili ni mechi muhimu sana kwetu mm. ya kwenda kupata ushindi ili tusonge mbele zaidi. Pengine mnawaahidi nini haswa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kuelekea kwenye michuano ya kimataifa? Kwa kifupi, waje kwa wingi, wajae uwanjani ili tuanikize, tuweze kupata ushindi siku ya Jumapili jana mm. yeah. niliona baadhi ya video zilikuwa zikitrend kuhusiana na wewe, kauli ambayo uliizungumza kuhusiana na Mchome, lakini hii leo asubuhi pia imeonekana bwana kijana amekamatwa. Ulikiona kile ambacho kilichokuwa kinakwenda kutokea au Mwenyezi Mungu alipotesha? Ah, mambo tuache kama alivyo, mambo yaache kama alivyo. hey. tu tuzungumzie mechi ya Jumapili. Hayo yaache. Yawe hivyo hivyo tu. Na Amina, yaendelee kuwa hivyo hivyo. Yaendelee kuwa hivyo hivyo. Mechi ya Jumapili ndo tunafocus nayo. Hao mengine hayo tuache watu wengine. Lakini uliona hiki kilichokuwa kinatokea? Ah, mimi naonyeshwaga. Unajua watu wakisema mchungaji wanaona sikosa, ushanizoea. Lakini kuna vitu ambavyo unaviona kama kuna kitu kitatokea, kitatokea, kitatokea, kitatokea. Niliona hiyo kitu kama kuna matatizo yanaweza katokea hayo. Basi ndio hivyo kama ulivyoona. Mimi uh, uh, ya kwangu yaliisha. <laughs> hayo yalioanzishwa siyajui, mimi ya kwangu mimi yaliisha, mimi ya kwangu aliisha na nilimaliza. Kwa hiyo <laughs> hayo mengine alioanzishwa huko mimi siyajui, labda <laughs> mama kutumia upepo wangu, lakini mimi nishaachana na hayo mambo. <laughs> mimi nishaachana na <laughs> hayo mambo. Na mliona alinirekodi akasema bwana mchungaji aliongeza kosa lingine eh, la kunirekodi bila taarifa yangu eh, lakini mimi nilizika, akasema wewe ni mchungaji, ni mtu wa kusamehe, basi mimi kaacha kama alivyo. Kwa hiyo anayoendelea wewe mimi anihusu tena, lakini kwa kile ambacho anachokifanya, mnaona anaitendea haki klabu ya soka ya Simba Sports Club. Of course anachofanya sio sawa, umeona, lakini anaumiza watu. Kuna watu wengine wamepalize kwa ajili ya maneno yake, vile anavyozungumza watu wengine wanaumia, sumeelewa, watu wengine hawana jinsi. Kuna watu wako mikoani huko, wanaumia zaidi timu anakuwa na kebehi Kebei ukiwa umevaa bechi ya jezi ya Yanga, Kebei ukiwa umevaa nguo ya kawaida, umevaa nguo ya Simba, ndio hicho watu wanacholalamika, kinachouma watu, unavaa jezi ya Simba afu bado unaendelea na kuizungumzia mabaya ya Simba, na uelewe kitu kimoja, hizi ni business. Hizi, hizi ni biashara. Kuna biashara ya jezi. Kuna makampuni makubwa yameingia biashara na, na, na, na Simba. Kwa hiyo unavyokuwa una una nini ile, unarudisha watu nyuma. Mfano kama leo Jeruta ikwambia sijauza jezi kwa sababu yako wewe, utasema nini? Kwa hiyo kuna, hey, kuna vitu vingi ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimemshauri mara ya kwanza, nimemshauri mara ya pili. Umeona? Inawezekana mimi watu wengine wamekuja kuchukua hatua, mimi nilishaachana nayo mambo, ila nilimshauri sana, juzi akanizalilisha. Mimi nilisema kitu ile amenizalilisha. Lakini mimi nikaachana nayo mambo, siokuwa mchungaji, naubidi ubebe mambo mengi. Unapigwa shavu hili, usirudishe, apige na huku uondoke zako. Mm. Yeah. Labda unamwambia nini hasa akitoka sasa? Ah, nikujifunza dunia hii kila siku nikujifunza Mbona unavozidi kwenda kujifunza kujifunza kujifunza mpaka utapata mwafaka? mm. Yeah. Neno lolote kwa wana Simba kuelekea kwenye mchezo siku ya Jumapili. Ni kuja kwa wingi kuanikiza timu yao. Hawana timu nyingine ambayo pendo wanaoipenda zaidi ya Simba Sports Club from Tanzania. Yeah. Yeah. Na mechio tunaenda kushinda. Yeah. Na mechio? Tunaenda kushinda siku ya Jumapili. Ah, mchungaji. Utasema mchungaji alisema. Yeah. Vipi? Kama kama alisema Simba atacheza fainali. Wewe unanikumbuka kipindi kile? Mkao mnacheka. Baka tu asema sema mchungaji umezidi. Tulicheza fainali. Leo hii, wao leo una mashaka na klabingwa. Kwa nini Simba sicheze fainali? Fainali anacheza Simba. Kwa nini si asicheze? kwa lipi? Unaiona Simba kucheza finali. Simba finali kweli. Kweli na finali. Finali kila bingwa hata shirikisho unasema Simba kucheza fainali kweli, hata mtu anakuambia, umeona mwishoni, ukaja uka, uka appreciate kwamba nilichosema, Mungu yupo hmm, na ukimtegemea anakupa kitu na msimu huu Simba bingwa bingwa au anacheza fainali kila bingwa barani Afrika. Klabu bingwa barani. Mimi ligi sina time nayo. Mimi ni klabu bingwa tu. Maana mm -hmm. hiyo ndio inanipa heshima. Unatuma salamu gani sasa kwa wapinzani wako? Jumamosi wanaanza wao. Wao wana mzigo wao na sisi na mzigo wao. Kila mtu akahangaika <laughs> na mzigo wake. Maombi yako kwa ukiwa kama mchungaji sasa tusimamie hapo. Midfield. Mimi mchungaji wa nini? Uh, uh, ukiwa kama mchungaji. Wewe unaambia mchungaji wa nini? Ah, mimi unakuuliza wewe mimi hey. Sio uh, uh, ni mchungaji wa nini? Unabidi uchunge kondoo vyema. Bado hujanaelewa, mimi mchungaji wa taifa wa Simba tu. Full stop. Sasa ukinipeleka kwingine huko unaenda kunibebesha mzigo sio wa kwangu mimi. Uwezo ambao Mungu amenipa ni kuweza kuiombea Simba na kuivusha Simba kwenye majanga kwenye nini. Ndio kitu kaka. Sasa ukiniambia peke upande wa Yanga tena unanipa mzigo ambao sikupewa ali kufanya kazi. Au hata mema ya kuwaombea ah, majirani. Ah. Mungu atatenda sawa sawa na mapenzi yake. Eh, yani Mungu atende sawa sawa na mapenzi yake mwenyewe. Eh, Yani Mungu atatenda sawa sawa na mapenzi yake. Eh. Eh. Kwa hiyo Mungu ataamua, eh, anaestahili kwenda nastahili kubaki, hmm, lakini mimi nacho kuambia Simba atavuka, ndio hilo nalokueleza. Zungumza na mashabiki basi, kwa kumalizia hapo, kuelekea kwenye mchezo wenu mchea siku ya Jumapili. Mungu aivushe Simba Sports Club full stop. Wanachama wote wa Simba, Mungu kawalinde siku ya Jumapili, wakajazane kwa wingi, wakaiona timu yao pendwa mwakilishi peke yake wa Tanzania Simba Sports Club na watoto waseme amen, amen.